Mamlaka ya hali ya hewa Tanzania TMA inatoa taarifa ya uwepo wa kimbunga Jude katika bahari ya Hindi, eneo la rasi ya Msumbiji. Uchambuzi wa mifumo ya hali ya hewa unaonyesha kuwa kimbunga hicho kitaingia nchi kavu katika eneo la Msumbiji mchana wa leo tarehe 10 Machi mwaka 2025 na, na kupungua nguvu yake. Hata hivyo, kimbunga Jude kinatarajiwa kurejea tena baharini na kuimarisha nguvu yake katika kipindi cha kati ya tarehe 13 hadi 15 Machi mwaka 2025. Aidha, kutokana na mwelekeo na umbali wake, kimbunga Jude hakitarajiwi kuwa na athari za moja kwa moja hapa nchini. Hata hivyo, uwepo wa kimbunga hicho katika eneo la rasi ya Msumbiji unatarajia kuchagiza mifumo ya hali ya hewa hapa nchini na kusababisha ongezeko la mvua katika maeneo mbalimbali. Vilevile vile, uwepo wa kimbunga hicho unaendana sambamba na kuanza kwa msimu wa mvua za masika mwaka 2025 katika maeneo yapatayo misimu miwili ya mvua kwa mwaka kama ilivyotabiriwa awali na taarifa kutolewa kwa umma mnamo tarehe 31 Januari mwaka 2025. Watumiaji wa bahari na jamii kwa ujumla wanashauriwa kuendelea kufuatilia na kuzingatia taarifa za utabiri kutoka kwa Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania pamoja na kupata ushauri na miongozo ya wataalamu wa kisekta. Mamlaka ya hali ya hewa Tanzania TMA inaendelea kufuatilia mwenendo wa kimbunga Jude na athari zake kwa mifumo ya hali ya hewa hapa nchini na itaendelea kutoa taarifa kila itapobidi. Mimi ni Bahati Limo na hii ni Simulizi na Sauti.